Muislam, mara zote anatakiwa ajue wakati anaoishi, na hili ni jambo la wajibu kwa kila Muislam, ili anapojua zile zama na nyakati, inamsaidia asije akaenda hija katika kipindi ambacho sio cha hija, asije akafunga Ramadhani wakati mwezi wa Ramadhani haujaingia au asije akafuturu katika wakati Mtume wa kufunga. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaambiwa alikuwa akifanya uchaguzi akichagua, na tunaambiwa ma khuyira Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amraini qattu illa akhadha aysarahuma, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haletewi kuchagua baina ya vitu viwili wakati wowote ule isipokuwa huchagua kile kilichokuwa chepesi chenye kheri chenye faida, ma lam yakun ithman, maadamu kitu hicho sio dhambi. Na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasalam akatufunza sisi kwa kutuambia ihris ala ma yanfauk, popote utakapokuwa kimbilia, fanya haraka, fanya pupa kwenye jambo ambalo lina manufaa kwako. Wastaim billah, nataka msaada kwa Mwenyezi Mungu, wala tajiz, na wala usifanye ajizi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, muislamu ni yule ambaye waislamu wengine wanapata salama kutoka kwenye ulimi wake na kutoka kwenye mkono wake Hivi viwe vipimo vya popote pale. Tunapokuwa kazini kwako, watu wanasalimika na ulimi wako, au wewe ndo sababu ya kuumizwa wengine kwa ulimi wako? Nyumbani kwako, kwenye familia, popote pale utakapokuwa, ujipime kwa kipimo hiki, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema muumini mfano wake ni kama nyuki hali isipokuwa kizuri, hatoi isipokuwa kizuri na hatui pahala popote, akitua havunji wala haribu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wake waliowema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliokuwa mazuri.